Kuna mitazamo tofauti tofauti, kuna watu wengine wanaamini kwamba Real Madrid anaweza akafanya comeback leo hii katika uwanja wake wa nyumbani kwa Santiago Bernabeu, lakini kuna watu wengine wanaamini kwamba Arsenal anaweza akamzuia Real Madrid kufanya comeback kwenye uwanja wake wa nyumbani. Mfano, beki wa zamani wa Manchester United na mchambuzi wa soka kwa sasa hivi Rio Ferdinand amedai kwamba haoni kama Real Madrid anaweza akafanya comeback kwenye uwanja wake wa nyumbani. Maneno haya ya Rio Ferdinand yaendi sambamba na aliyewahi kuwa mchezaji wa Manchester United na mchezaji wa Real Madrid Cristiano Ronaldo ambaye aliwahi kusema kwamba kwenye kila lipsi za kila mtu aliyepo Santiago Bernabeu huwa zinazungumza comeback. Mchezaji wa zamani wa Arsenal, na shabiki mkubwa wa Arsenal amedai kwamba timu nyingi kwenye Champions League huwa zinaiogopa Real Madrid, lakini safari hii ni tofauti kabisa kwa sababu Real Madrid anaiogopa Arsenal. SNS Sports tunakuletea sababu tatu ambazo tunaziona kwamba ni ngumu kwa Real Madrid kufanya comeback kwenye mechi ya leo. Sababu ya kwanza ni ukuta mbovu wa Real Madrid. Hivi karibuni Real Madrid wamekuwa wakiruhusu magoli sana, na hii ni kwa sababu katika safu ya ulinzi ya Real Madrid kuna wachezaji ambao ni majeruhi. Mfano, kiwakulia wa Real Madrid Carvajal, ambaye amekuwa muhimili katika safu ya ulinzi, pia amekuwa muhimili katika kupandisha mashambulizi ya Real Madrid, ni majeruhi. Beki mwingine wa kati wa Real Madrid ambaye ni muhimili kwa kiasi kikubwa, Brazili Militao, na yeye pia ni majeruhi. Hivyo Real Madrid wamekuwa wakiwafosi wachezaji kama Van de kucheza katika nafasi ya beki wa kulia pia wamekuwa wakiwafosi wachezaji kama Alaba kucheza katika nafasi ya beki wa kati na wamejikuta wakiwa wanafanya makosa mengi, makosa ambayo nawalazimu Real Madrid kuruhusu magoli. Hivyo katika mechi ya leo ni ngumu sana kwa Real Madrid kumaliza mechi kwa clean sheet, kwa hiyo Arsenal ana uhakika wa kufunga goli katika mechi ya leo, kitu ambacho kinanipa imani kwa kiasi kikubwa kwamba anaweza akamzuia Real Madrid kufanya comeback. Sababu nyingine ya pili ambayo inanipa imani kwamba Real Madrid anaweza asifanye comeback, ukiangalia comeback zilizopita ziliongozwa na wachezaji ambao ni machua, wachezaji ambao wana historia kubwa na michuano hii, mfano a Karim Benzema ambaye alikuwepo kama kiongozi katika safu ya ushambuliaji, Cristiano Ronaldo ambaye tunamfahamu daraja lake ni kubwa, na hakuna mchezaji kwa sasa anayechezea katika klabu ya Real Madrid anayeweza kufikia daraja la Cristiano Ronaldo. Wachezaji hawa viongozi katika safu ya ushambuliaji hawapo tena katika kikosi cha Real Madrid. Hivyo hii inanipa imani kwamba Real Madrid wanaweza wasifanye comeback katika mechi ya leo kwa sababu hawana mshambuliaji kiongozi wa kuongoza katika kufanya comeback. Sababu ya tatu na ya mwisho ni namna ambavyo Arsenal wamekuwa wakizuia kwa pamoja kama timu. Hivyo, katika mechi sabini na nane zilizopita Arsenal hawajawahi kufungwa